Rais wa Urusi Vladimir Putin amemwambia Rais wa Marekani Donald Trump, kuhusu mashambulizi kadhaa ya kigaidi yaliyotibuliwa mjini Moscow kabla ya sherehe za Siku ya Ushindi mapema mwezi huu, akiinyooshea kidole Ukraine, kwa mujibu wa msaidizi wa Rais wa Urusi, Yury Ushakov. Ofisa huyo mkuu alibainisha kuwa majadiliano hayo yalifanyika wakati wa simu za marais hao wawili siku ya Jumatatu. Akizungumzana vyombo vya habari siku ya Jumanne, Ushakov alisema Putin alimwambia Trump kwamba tishio la mashambulizi ya kigaidi huko katikati ya Moscow karibu na Kremlin na Red Square lilizuiwa muda mfupi kabla ya sherehe. Kulingana na ofisa huyo, Putin pia alisema kwamba wa Ukrainian walitiishia moja kwa moja washiriki wa kigeni katika sherehe za siku ya Ushindi na walijaribu kuzuia kuwasili kwao Moscow kabla ya sherehe za Mei tisa. Rais wa Ukraini Vladimir Zelensky alisema Kiev haiwezi kuwahakikishia usalama viongozi wa kigeni wanaotembelea mji mkuu wa Urusi. Hata hivyo, viongozi wa mataifa 28 walihudhuria tukio la ukumbusho wa mwaka wa 80 wa kushindwa kwa Ujerumani ya Nazi katika vita vya pili vya dunia. Miongoni mwa nchi ambazo wawakilishi wao walitembelea mji mkuu wa Urusi ni China, Brazili, Misri, Venezuela, Cuba, Serbia, Slovakia, Belarusi na jamhuri nyingine za zamani za Sovieti pamoja na nchi nyingine za Afrika na Asia. Putin alipongeza ujasiri wa kisiasa wa washiriki wa kigeni. Wakati wa mazungumzo wa wa ya hivi punde kwa njia ya simu, rais wa Urusi alimwambia mwenzake wa Marekani kwamba kabla ya sherehe hizo na mapatano ya siku tatu yaliyotangazwa kwa upande mmoja na Mosco, vikosi vya Ukraini vilirusha zaidi ya ndege 5 zisizo ruba